Akizungumza na waandishi wa habari mkuu wa mkoa wa Mbeya, Dkt. Juma Homera, amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika maonyesho hayo muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi. Dkt. Homera amesema biashara ni kichocheo cha mahusiano mazuri baina ya nchi na nchi, hivyo amewataka wadau wa sekta binafsi, hususani wamiliki wa hoteli kutumia fursa hii kujitangaza na kuongeza kipato mahusiano kati ya Mbeya na mikoa mingine kuweza kupanua biashara wenzetu kama wenzetu wa Mwanza wanafanya biashara fulani, basi sisi tunaweza kufanyana kufanyiana ma, ma, ma, tukafanya mawasiliano. Sisi tukapeleka maparachichi, wao wakatuletea bidhaa nyingine, mfano samaki na kadhalika. Lakini e, tunaweza kufanya mahusiano pia ya kibiashara na nchi zingine kama vile Ethiopia, nchi kama vile Kenya, ukienda Uganda na nchi zingine Malawi, Zambia, e, tunafanya mahusiano haya ya kibiashara ambayo inaweza kuleta tija kwenye mkoa wetu wa Mbeya na nchi yetu kwa huduma na siku ya kufunga takiwafungia Mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara, Mheshimiwa Suleiman eh, Dr. Suleiman Jafu, lakini waziri wa viwanda na biashara huyu, ambapo matarajio yetu atafunga tarehe 31, na tungetamani tupate wahudumu wazuri ambao wanaweza kuhudumu wakahudumia watu wetu wanaotoka maeneo mbalimbali ya nchi na nchi za nje, ili kuwe na, na, na, na ufanisi mkubwa zaidi. Kwa upande wake makamu mwenyekiti biashara TCCIA mkoa Mbeya, bwana Muhsin Mkongo, ameelezea mafanikio makubwa yaliyopatikana kupitia maonyesho hayo, huku akibainisha utofauti mkubwa wa mwaka huu ukilinganisha na miaka iliyopita ezeka kwa waonyeshaji wa bidhaa na huduma zao mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa mfano mwaka huu Uh, tuna watu wafanyabiashara kutoka Zimbabwe ambao walikuwepo kwenye maonesho ya kwanza na sasa hivi wamerudi tena kwenye maonesho ya tatu. Hiyo ni moja ya mafanikio kuona kwamba kile ambacho walikipata kwenye maonesho ya kwanza wameona wanatakiwa kukiendeleza kwenye maonesho ya tatu, lakini pia tuna wafanyabiashara kutoka Uganda na maeneo mengine, lakini pia tuna mabalozi ambao wametoa kwenye nchi zao kwa maana mabalozi wa Tanzania katika nchi za Congo uh, lakini pia Malawi nao pia wanakuja. Haya yote ni mafanikio kwa sisi, kwa sababu tunaona namna gani ambao tunaendelea kuunganisha wafanyabiashara wa Tanzania kwenye nchi ambazo tuna uwakilishi wa kibalozi ili pia tuweze kutafuta masoko zaidi katika maeneo hayo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya mimi ni Samwel Mpogole.